Flambeau du Centre ni klabu ya soka ya Burundi ambayo ilianzishwa mwaka 2016. Ilianzishwa kutoka katika Akademia la Messenger Football Club. Hapo awali ilipewa jina la Akademia la Messenger Football Club Gitega, timu hiyo ililazimika kubadili jina na kuwa Flambeau du Centre kutokana na sheria ya shirikisho la soka la Burundi inayozuia vilabu viwili kutumia jina moja la Messenger. Klabu hiyo ilipanda daraja hadi daraja la pili la kitaifa. Na imecheza ligi ya daraja la kwanza nchini Burundi tangu msimu wa 2017-2018 na kushinda taji lake la kwanza la ligi mnamo 2022. Mambo muhimu katika historia ya klabu. Klabu ilianzishwa kama sehemu ya mfumo wa Akademia la Messenger Football Club. Awali ilijulikana kama Akademia la Messenger Football Club Gitega kabla ya kuwa Flambeau du Centre. Katika michezo ya CAF Confederation Cup hatua ya awali Flambeau du Center ilicheza dhidi ya klabu ya Al-Akhdar ya Libya na matokeo yake yalikuwa mchezo wa mkondo wa kwanza uliochezwa Burundi Flambeau du Center ilishinda mbili kwa moja dhidi ya Al-Akhdar huku mchezo wa mkondo wa pili uliochezwa Libya timu hizo zilitoka sare ya bao mbili kwa mbili hivyo klabu ya Flambeau du Center kufuzu hatua inayofuata na itacheza dhidi ya klabu ya Singida Black Stars katika michuano ya CAF Confederation Cup 2025